Uh, una, unajua kaka, mahusiano ni mahusiano tu na haikuwa ndoa. Kwa hiyo kama ilifikia mwanzo tukawa pamoja na pia ikafikia mwisho tukaachana, hivyo sina budi ya kuachana na mtu kama tayari naona kuna sababu za msingi zinanifanya niachane naye kwa hiyo haya mahusiano yakaishia na kila mtu akaendelea na maisha yake, na hivi sasa tayari na mahusiano na mtu mwingine ambaye yuko mbali, yuko bara la Amerika, na tunajaribu kufanya vitu vizuri zaidi ili tujaribu kuangalia tunafanya nini katika hii industry ya filamu Tanzania, kwa kushirikiana na yeye masbay. Ah, ni, sikuwahi kudeti na msichana yoyote ambaye anajulikana isipokuwa Agnes Masogange na hakuna mwingine zaidi yake ambaye anayefikiria baada ya yeye kuwepo katika orodha ya watu ambayo anaweza kuwa nao. Ah, nafikiri ni muda tu, nimepoteza muda. Na unajua unapokuwa kwenye mahusiano brotha, unakuwa haujui kama kuna kitu una lose zaidi tu unajiona wewe well una gain kwa sababu ni mapenzi yanakusukuma kwenye moyo wako kwamba bado unahitajika kuwepo, na bila kujua au bila kuzingatia siku au pindi mtakapoachana kwamba utakuja kugundua kwamba umepoteza muda mwingi. Kwa hiyo majuto yangu ni muda tu ambao nimepoteza, hivyo vingine ambavyo havielezeki kwenye, kwenye, kwenye media vipo vingi sana, kwa hiyo tuviachane navyo. Agnes Masogange ni mwanamke wa aina gani katika hiyo ndani? Unajua brother, uh, mwanamke ni vile wewe unavotaka awe awe alivyo. Kama utakubali awe wa tofauti na wewe vile unavotaka, basi kweli atakuwa tofauti, lakini this is begins with you, the way utakavom control yule msichana, the way utakavomfundisha kila mwanamke inategemeana na mwanaume ambaye anakuwa naye sasa. Kama mwanamke uh, utashindwa au kugundua mapungufu yake na jinsi gani ya kuepukana na mapungufu yake, then that's a big mistake kwa mwanaume, kwa sababu wewe kama mwanaume ndio kiongozi wa familia, wewe kama mwanaume ndio dereva wa mahusiano. So kama wewe mwenyewe utashindwa kutaka vile unavyotaka wewe, basi utakuwa mume bwege. Yeah. <laughs> So that's how it end up. So mimi kama mimi nilivyoona kwamba siwezi um, kwa sababu zangu za msingi ambazo sina haja kuwawekea Watanzania kwamba kwa nini niliachana naye. Kwa hiyo um, niliona kwamba imetosha na natakiwa kufanya mambo mengine au kuangalia njia mbadala. Yeah. Uh, kwa kweli unajua kila binadamu ana mapungufu yake. Siwezi kusema I'm a perfect man au yeye si hakuwa perfect. Mimi na mapungufu yangu na Agnes ana mapungufu yake, lakini uh, mapungufu yanapozidi upande mmoja ndipo mtu unachukua maamuzi haraka. Kwa hiyo mimi naweza nikasema mapungufu yake yalikuwa ya zaidi kuliko yangu mimi katika mahusiano yangu, hivyo sikuona budi kuendelea na maisha yangu. Yeah. Okay. Um, yes, mimi na mahusiano mapya naweza nikasema bado siko tayari kumweka wazi ni nani ama ni yupi, lakini ni, ni filmmaker ambaye yuko Marekani na ambayo nafikiri na taraji atakwepo katika uzinduzi wangu wa film ya Red Flag ambayo sasa hivi ipo karibuni kutoka kwa Tanzania, wakai tayari kuipokea film ya Red Flag ambayo itakuja kuonyesha watu na watu watajifunza ndani ya filamu hiyo ambayo nimefanya kimataifa. Okay. Yeah. Ah, mimi kwanza sio mchoyo. Unajua mimi Rammy, kwanza definition ya neno Rammy ni mtu ambaye yuko wazi na yupo tayari kumsaidia mtu yoyote. I'm a very kind man, kwa hiyo jina langu halisi yenyewe maana yake ni kuwa mkarimu na kuwa kind. So nilimshauri na akakubali ushauri wangu na hatimaye tuna movie yetu mimi na Agnes inaitwa The Secret Job kwa hiyo na watu pia wakae tayari kuipokea movie ya Rammy Galis na Agnes Masogange, na hii ni movie ambayo itazungumzia zaidi ya mahusiano yangu na yeye, na watu pia watakuja kugundua kwamba ndani ya mahusiano yetu kulikuwa kuna nini.